Assalamu alaikum, bismillah, amani iwe nawe popote pale ulipo. Jonas Jara ni Mkude, anapangua nzuri kabisa ametaja, bado nyama Simba anamsakama John Rafael Boko, anajaribu kuweka ndani kule, katika nafasi anaundusha uzuri kabisa. Watafanya nini? Napenyezwa nzuri kabisa, Luisi Jose Mixon, muda wa kuingia kwenye mchezo, hajacheza toka mwezi wa tatu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 Zimbwe. Sasa Kahata Francis Nyambura ugu kama kijiko kama pedeli hivi Shomari Kapombe atatupa wapi sambusa ile? Ashamkealeisi juse ameekson anauficha mpira ule, bado simu anamiliki kabumbu ile. Kahata oh, faveira piga nje safari hii, ameluka bila kuagana na mbawa, ilisetiwa na Francis kahata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 Kona kick. Chama, akchama anamwekea Luis Jose Mixon. Wanapoteza sasae anachukua maliile anampindua fundi kakutana wa chuma kikali moto. Luis Jose Mixon. Io wakikutana mafundi kwa mafundi lazima mmoja ameonyesha mwenzake, wakationi kadi ya njano ambayo ameipata Juma Abdul bay mwamba wa Lusaka ana fend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 amepiga amewezaje kuruka vile, Shomari Kapombe amepiga, na unaona makosa una, una, ambayo yamefanywa na atafanya nini? Chama Klatu sana, anajificha, anamwekea captain John Bocco, Chama tena katika nafasi oh, Chama oh, Chama anachechemea kama ameteguka mguu, Klatu stota Chama anaopekekee anaopekecheekehe, wanakwambia kabumbi inapigwa hapa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 Tonde boy chingo wa Msumbiji sombiji Jose Mekson anayomba ana yomba tena nipe Louis anaweka ndani nini kitatokea? John Rafael bakana toa kahata Francis o amemtubukizia mtu. Weka ndani bi soufr Luis Luis Jose anaunguruma kama simba katikati ya mbuga wa Mikumi kama mekua kama unui mwekundu, sema fipi wanasema ni mdoli tu, thalatha bisufri. Luis Jose Mixon wote football maridadi sana, sambusa biriani. Hiyo hapo, John Rafa eboko kahata kaiweka shishimba, kampa mtu msikiti, umeuzwa shehe. Luis Jose Mixon wa match nane, unakwenda katika benchi, na anaonekana anapita moja kwa moja, safari ya wapi? Benchi ni hili anaamua kwenda na kitamba, kimerudi kwenye eneo lake inatetemeka namna hii mithili ya jenereta, anaweka bao moja la kideoni. Juma Abdul Jafar voli amekandika, amekandamiza maridadi kweli kweli. Bao nzuri ya Juma Abdul Mnyamani. Set up tena, Jonas Mkude anamsetia kwenye nafasi, Faisal Salumu Abdala anaachia voli ile, inaenda kuitika kwenye nyavu. Hapa Manula utamsingizia tu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 Sema uchebe unawastua watu. <laughs> kadi <laughs> Katika nafasi ya MK14. Ameitema goli kipo. Bao la nne. Nyama Simba na nguruma. Wamempa kifurushi cha foji. Vidi ya moja. Frei na zidi kina. Angalia kile kilichotokea. Yanga wamezubawa. MK14. Akaiweka bunduki ile. Metacha akatoa sadaka. Mzamiru Yasin ameweka shoka, mtu akaweka mundu, akaambia hiyi ni nyengo kutoka Morogoro. Bao la nne! Haya ni mauaji kwa Yanga Africans. Huwezi kuamini. Metacha Mnata alifanya kazi yake, lakini mabeki wakazubaa, na sharpness ya Mzamiru Yasin inawanyanyua Simba anatanua uongozi. Inaweza ikawa ni na mungo dhidi